Aya, nanyie naombeni muondoke, sawa, stori siku nyingine. We dada, una haya? Mchana kweupe unafukuza wateja, unafunga duka. Uwe mwanga, hakuna kinachokuhusu. Embawae nenda, ondoka, mtizame miguu yake kama miti ya genge. Kuna kinachokuhusu hapa? Mdomo koma. Kwa ile hazina yenu, mi naona tu nitawasumbua, kwa maana ulo baki pale tu ni mkono, labda niwape mkatiani vidole. Inabidi tupange siku na wakati kwa ajili ya kwenda kuzunguka katika huo msitu wa Mzelezi. na sio kila mtu unayemwona e, wewe basi ukadhani ni binadamu wa kawaida. Wewe hujanionea taila langu. We mama vipi wewe? mi mlinzi wa taila lako, si nimekuta pengine. Umemwona mi nimuone, mi mlinzi oh my. Dogo, acha kuwa mkaidi Waswahili waga wanakwambia, usipoziba ufa, ufa utakuwa na litakuwa tundu na wauni watapita.